wal-iman bi yawm al-hisab, na kuamini siku ya kuhesabiwa, siku ya kiyama. Ahibai al-kiram, vipenzi vyangu watukufu tukufu, yad'u al-insana ila muraqabati llahi fi aqwalihi wa af'alihi, humwita mwanadamu na kumsogeza karibu katika uchungi wa Allah tabaraka wataala, katika kauli zake na vitendo vyake. Mtu akiamini siku ya kuhesabiwa, mtu yule anajihisi, mimi niko katika uangalizi wa Allah tabaraka wataala katika kauli na vitendo vyangu. Kwa hiyo mtu akiwa anaamini kwamba ipo siku ya malipo, ipo siku ya kuhesabiwa, mtu huyo anakuwa makini sana, anajua kila kitendo ninachokifanya kila kauli ninayoisema ipo siku ya Kiama ambayo siku hiyo mimi nitaulizwa juu ya kitendo hiki na kauli hii. wa an yaf'ala ma yurdhi yurdhi llah, na pia humwita mtu na kumlingania na kumfanya awe ni mwenye kufanya yale yenye kumridhisha Allah tabaraka wa taala

Ama mtu kutokuamini siku ya mwisho kwamba kuna siku ya kiyama, watu watalipwa walioyafanya, kuna siku ya kukusanya, kuna siku ya kufufuliwa. Mtu akiwa haamini, fa innahu yaj'alu al-insana li yaf'alu kulla ma turiduhu nafsuhu, humfanye kila mtu afanye kile ambacho nafsi yake inapenda, kile ambacho nafsi yake inamsukuma afanye, basi atafanya bila ya kuangalia kwamba je, hiki

ambaye kaumba viumbe kutoka haviko, yaani aliviweka viumbe na kuviumba wakati vilikuwa haviko. qadirun ala baathi lmauta, ni mwenye kuwa na uwezo wa kufufua vilivyokufa. wa ihya al'idami wa hiya ramim, na kuhuisha mifupa iliyooza yenye kumumunyika. Yallah, anaweza sawa, so, eh? kufufua hata kitu kiwe majivu w nini basi, anaweza kurudisha vile lake. Lidhalika yaqulu taala, kwa hilo Allah aliyetukuka anasema: wa huwa alladhi yabdau alkhalqa, naye Allah ndiye mwanzilishi, ndiye anayeanza au aliyeanza kuumba viumbe. Thumma yuiduhu, kisha kuvirejesha. Wahuwa ahwanu alaihi, na jambo hili ni jepesi sana kwake Allah tabaraka wa taala, ayi asharu wa aisara, jambowele kwake njepesi sana ye. Allah tabaraka wa taala ndiye aliye umma viumbe awali mara, yabdau lkhalqa, ye ndiyo kaanzisha uumbaji huo, undwaji hawa watu na viumbe vyote kwa ujumla, naye ndiye ambaye ataweza kuvirejesha pia vikishakufa vikishaondoka, basi yeye Allah ndiye atakayerejesha, na hilo jambo ni jepesi sana kwake. Wayaqulu taala, na anasema Allah tabaraka wa taala aidan, akiwa aya hii imeteremka kwa Ubayy bin Khalaf, ambaye huyo alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa kashika kimfupa mfupa wa mtu au mfupa wowote ule ambao umeoza, ni wa siku nyingi, kiasi cha kwamba ukishika hivi ule mfupa unamunyika. Kisha akawa na mchallenge mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia kwamba hivi kweli mfupa huu, yani mtu atakufa aoze, alafu wewe unaraii atarudishwa? Alafu anakuuliza yani hakuna kitu

upigwe na wanaadamu lakini yeye akatupigia mfano huo, kama tulivyosema, akasahau namna mna alivyoumbwa yeye. Qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim, akasema nani ambaye ataweza kukuisha mfupa huu wa siku nyingi kabisa.

wa huwa bi kulli khalqin alim, naye ni mjusi hafikamani, kwa viumbe vyake kitu chochote. qul yuhyiha alladhi anshaaha awwal marra awwal marra, wewe ulivyopiga huo mfano ni kitu chenye kuwezekana, yeye Allah ataukuisha yani ile tasawuri, atauleta huo mfupa na sura yake

Katoa mfano kama magari mabovu si hivi na hivyo kwamba mtu yendo kaunda kiti funguo nini alafu kimeharibika umwambie kwamba rudishie alafu ashinde. Sasa hawa ni wanadamu waallah tabarak wa taala hawezi kushinda, wa huwa bi kulli khalqin alim, naye Allah tabarak wa taala kwa kila kiumbe chake ni mjuzi, ni mjuzi kwa kila kiumbe anajua kwa kiumba na anajua kufanya chochote Alladhi jaala lakum min alshajari lahdhari nara, ye Allah kwa uwezo wake amewatolea ninyi kutoka katika mti wa kijani mti mbichi ukawa ni wene kutoa moto, kichomwa hapo unawacha natoa moto. Alladhi jaala lakum min alshajari lahdhari nara, ye Allah kwa uwezo wake ndiye ambayo ametoa kutoka katika mti

katika uwezo wake yeye Allah ndiye ambaye anatoa moto kutoka katika mti mbichi ambao mti huo yeye ndio ukaumba pamoja na vile ilivyo, lakini maajabu yote haya ni uwezo wake yeye Allah tabaraka wataala. Kuapa naonyesha dalili ya tauhidi kwamba Allah tabaraka wataala mmoja pekee na ukamilifu wake umejitosheleza, hana dosari yoyote. Allah tabaraka wataala, yeye hashindi na kitu chochote kile. Allah tabaraka wataala hashindi, hakuna kitu ambacho kinamshinda. Kwa hiyo faida antum minhu tuqidun tamaki nyingi. Sasa mnatumia moto huu au mnawasha moto huu? Awalaisa alladhi khalaqa lsamawati walard biqadirin ala an ykhluqa mithlahum, hivi yule ambaye liyokaumba mbingu na ardhi si mwenye kuwa na uwezo kuumba mfano wa vitu hivyo? Yule kwani yule aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake

Kwani yule aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika mbingu na ardhi, si mwenye uwezo wa kuumba mfano wao? Ndiyo, ni mwenye uwezo naye, ni mumbaji tena mjuzi wa kila kitu. Innama amruhu, hakika jambo lake Allah tabaraka wa taala, amri yake anavyoitaka. Idha arada shay'an, akitaka kitu

wa kila kitu na kwake nyinyi ndio mtarejeshwa, kwake Allah ndio ndiomtarejeshwa. Anaendelea muallif wafaqahu Allah, anasema wallahu taala wasafa nafsahu bianahu aladhi yukhriju lhaya min almayit, na Allah aliyetukuka kaisifia nafsi yake kwamba yeye ndiye anayetoa kilichokuwa hai kutoka katika maiti, inatoa kilichokuwa wa yukhrijul mayt min alhayy, kilicho hai kinatoa mayt na mayit inatoa kilichokuwa hai. Wa nahnu nar nawat, nasi tunaona kokwa si lolote sichochote, nasema zile ni almayitata, hazina lolote zile kokwa. Mbeli tudba fil ardh, lakini zinapandwa katika ardhi zinaoteshwa. Fatusqa bil ma'i zinanyweshwa maji, hata tasira shajara kabira, mpaka unakuwa ni mti au mmea mkubwa. thumma min alshajarati lkabira, kisha huo mti mkubwa takhruju nawatu au lbidhratu maratan thaniya, hutoka tena mbele, hutoka punje kwa mara nyingine ya pili wa hakadha kharaja alhayy min almayit, na hivi ndio watu ambao katoka hai kutoka kwa mayiti. Wa kharaja almayitu min alhayy, na mayit katoka kwa kilichokuwa hai. Kwa hiyo ni mfano kwamba zile punje si lolote, si chochote, ni mayiti, zinapandikizwa zikipandikizo. Ziki, zile ni maiti, sasa zinaita unatoa kilichokuwa hai kwa maana ule mmea unatoka mmea ule, kisha ule mmea tena unatoa punje ambao tunasema ni mayiti. Yaani mfano huo ndio ambao unaendana kwamba huo wote ni uwezo wa Allah, kwamba kitu hakina lolote, lakini unapanda kinaota, kikiota utatumia kwa manufaa yako, kisha utapata tena mbegu. Ndio hivyo, wanahnu naishu fi kuli yaumi, na sisi tunaishi kwa kila siku wlyaumi kila siku, tajribat lmauti wlbaath maratan ukhra, sisi tunakuwa tupo katika zoezi la umauti kila siku, maisha yetu sisi tunaishi tukiwa katika jambo hilo linapita kwetu sisi

Viumbe vyote vitakusanywa sehemu moja katika mahshar, viwanja hivyo vya kufufuliwa hivyo, watakusanyiwa watu hapo. Watatayuri suhufi, watapewa watu sahifa zao za matendo. Mwovu atapokea kitabu chake kwa mkono wa kushoto, mwema kwa mkono wa kulia. Allah ajalie tupewe vitabu vyetu kwa mikono ya kulia, tukiwa tumeridhiwa na Allah tabaraka wa taala.

watara ljibala jamidatan wahiya tamuru mara sahab jabali, yatangolewa wawadhi lmizan, mizani itawekwa ya kupima matendo ya mja, kwamba atapimwa matendo yake mema na matendo maovu, ni yapi mengi yaliyo mzidi mwenza

takuwa na sira kidaraja, jisrun kidaraja chembamba juu ya jahannam. Sasa yule muwaffaq naji anayewafikishwa na Allah kwa matendo yaliyokuwa mazuri atapita kama umeme tu, hauni chochote. Yule mwijre i atakuwa ni mwenye kuvutwa Hizi zote ni hali zenye kutokea katika siku ya mwisho, kivuto ataingiza katika moto wa Jahannam. Wal jannati wal nar, na kuamini wa Wal wa na pepo na moto wa hisabi nnasi ala sabiqi a'malihim wa ma qaddamu, na kuwahesabu watu kwa yale walioyatanguliza katika matendo yao, kwa yale waliyopita katika matendo yao na walioyatanguliza wa hayo yote yatakuwa ni yenye kujiri katika hiyo siku ya Kiyama. Tuishie hapo, tutamalizia kesho. alimanu bil qadai walqadari, kuamini hukumu ya Allah na makadirio ya Allah tabaraka wataala kwa viumbe vyake. Barakallahu fikum jamian wajazakum Allah khair. Kama kuna mwenye swali, insha llah anaweza akauliza nao